Chama cha Alliance Party of Kenya kinachoongozwa na Waziri Kiraitu Murungi kimeamua kumuunga mkono Naibu Waziri Mkuu Uhuru Kenyatta wa TNA katika azma yake ya kuwania urais. Uamuzi huo hata hivyo ulifanywa kupitia kura ambapo Uhuru aliungwa mkono na jumla ya wanachama 195 wa chama hicho dhidi ya Kalonzo aliyeungwa mkono na wanachama 58, japo kulikuwa na madai ya udanganyifu. Kiraitu hata hivyo amewataka Uhuru na Kalonzo kujadiliana na kuamua atakayepeperusha bendera ya urais na kuwa chama hicho kitakubali kauli hiyo. Basi kusema, ati, kwa atutaki yu mwingine. We shall wait for them to conclude their talk. Wakikubaliana ni Karoso Musioka, we are going to support Karoso Musioka, sidio. Lakini tukiwa na yule ambayo tumechagua wakisema ni Uhuru Kenyatta, tusasupport Uhuru Kenyatta. Naibu Waziri Mkuu Uhuru Kenyatta anayegombea urais kwa tiketi ya chama cha TNA amewataka Wakenya kuridhiana kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Uhuru alikuwa akizungumza katika hafla iliyojumuisha wanawake wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa kwa tiketi ya chama cha TNA baada ya kumpokea rasmi mbunge maalum Rachel Shebesh kwenye chama hicho. Uhuru alitoa changamoto kwa wanawake kuwahimiza wanawake wengine kujitokeza ili kuwania nyadhifa walizotengewa na katiba. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, baada ya miaka mitano tuunde serikali ingine, na kwa heshima, baada ya hiyo tuende tuseme tuko tayari kupatia mwenzetu mwingine, tumuunge mkono. Kenya mbele! Wananchi wa Kenya mbele! Kwenye taarifa zingine za kisiasa, kamati kuu ya chama cha ODM imempendekeza waziri mkuu Raila Odinga kuwa mwaniaji wa urais wa chama hicho, uamuzi ambao baadaye utatarajia kuidhinishwa na mkutano wa wajumbe utakaoandaliwa mwishoni mwa mwaka huu. Aidha, akizungumza katika mkutano huo huko Naivasha, kinara wa chama hicho Odinga amesema kuwa wale wanaokihama chama cha ODM wako huru kufanya hivyo, akiongezea kuwa umaarufu wa chama hicho haupungui kwani kinazidi kupokea wanachama wapya kila uchao we have stood clearly on the side of the Kenyan dream that was coined by the founding fathers of the nation that want to deliver a prosperous country where plenty is found within our borders Aidha, akizungumza hapa Nairobi, kinara wa nak Kenya Martha Karua aliunga mkono marekebisho hapo jana kwa mswada wa sheria akisema kuwa vyama vya kisiasa havijajiandaa kikamilifu kwa uchaguzi ujao, na ndiposa wabunge wanahamahama vyama ili kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi huo. Naye mwaniaji urais kwa tiketi ya chama cha UDF Musalia Mudavadi alikuwa kaunti ya Kilifi, ambapo baada ya kukutana na viongozi mbalimbali, alilaani mashambulizi katika mkutano wa Waziri Amason Kingi na vilevile kuwafariji jamaa za familia ambayo iliangamia katika mkasa wa moto huko Malindi baadaye aliendelea kukipigia debe chama chake cha UDF kukiongezea umaarufu. The solution to many problems in Pwani is in devolved government. Any perceived or real injustices can better be channeled through organs of the constitution. Akizungumza huko Mwatate, mbunge wa eldoret Kaskazini, William Ruto amesema madhumuni ya mikutano yao ya kubuni muungano thabiti hajachochewa na ari ya kumshinda mtu binafsi kwenye uchaguzi, bali maswala muhimu yanayoikabili nchi na ambayo yanahitaji umoja ili kuyatatua. Mashindano ya uchaguzi mwaka huu siyo dhidi ya mtu fulani ni dhidi ya njaa na umaskini na kupanua nafasi za kazi ili tuweze kuwa na Kenya ya kujivunia. Patrick Injendi, Citizen, Nipashe.